Nawaambia wazazi wenzangu, tuwaangalie watoto wetu katika hizi sikukuu, wanakwenda kucheza, wanakwenda kutembea, tuwe nao. Jambo lingine ambalo amesisitiza mheshimiwa mkuu wa mkoa tuliongee kila tunapokutana ni kuhusu sherehe yetu ya Mei Mosi ambayo kitaifa inafanyika Singida, mheshimiwa ameomba ushirikiano kutoka kwa watumishi na wananchi wote na pia tuziangalie fursa zilizopo ikiwemo nyumba za kulala wageni. Kutakuwa na tamasha la kukuchoma, kutakuwa na wafanyabiashara watakaouza chakula kwa sababu tunategemea wageni. Kwa hiyo tunaomba tuichukue hiyo fursa, tuichukue, tutengeneze mazingira yetu yawe safi, tuungane na mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu kuacha historia nzuri katika mkoa wetu. Tunakubaliana na tunaunga mkono juhudi za serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa inaendeshwa na mpendwa wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Hatuko nyuma katika hilo, kama Answari, katika majukwaa yetu yote tunayofanya shughuli zetu za kidini, mimi na wenzangu hatuachi kuzungumzia uzuri wa serikali yetu na viongozi wake. Inawezekana hilo a Answari kwa kama lina ukakasi sisi ni raia wema na ni Waislamu wema tunaopenda kuishi pamoja na watu, na kwa hili nizungumze tu kwa niaba ya viongozi wote wa dini walioko hapa ndani. Ndugu zangu, tuko pamoja na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Amen. Haya yanayofanywa hapa e, si kwamba mkuu wa wilaya pekee ameamua kalala from nowhere akaamua leo na kufuturisha watu hapana. Huu ni mtandao, serikali inajua, kama inajua, maana yake serikali iko pamoja na wananchi lakini sisi tuko pamoja na wananchi, inatambua imani zao. Sisi tumefunga Waislamu, serikali inasema tuwafuturishe. Tuna imani na serikali yetu na viongozi wake, na ndio maana leo tumekaa hapa, tumeshinda toka kumi na moja mpaka saa hizi, ni kuiombea. Tunaiombea nchi yetu salama na amani na rais wetu na wote. Mwenyezi Mungu akubarikini sana, endeleeni kutupa amani. Kwa kweli sitaki niseme sana, Tanzania yetu nchi yetu iko salama, Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa nguvu viongozi wetu, lakini ni watu wanayetutengeneza wanayetufanyia haki sana, Singida yetu wanatusimamia, mna lawama kabisa. Niwaambie, juzi mimi kabla ya Ramadhani nilienda sokoni, hali ni shwari. Nilimsikiliza mkuu wa mkoa anasema, wa wilaya anasema Futari ya lijapanda ne tumefuturu vizuri kweli kweli, tuwapelekee salamu mpaka raisi, na tuna raha na amani. Mwenyezi Mungu atumalizie Ramadhani yetu. <tune> <tune>